Uhali gani mpenzi msikilizaji na mtazamaji, karibu tena kwenye channel yetu ambapo leo nitakupeleka katika ulimwengu wa giza, imani zisizoelezeka, na maisha ya mtu aliyechanganya dini, uchawi, na uhuru wa binadamu katika njia isiyo ya kawaida. Leo tunasimulia kuhusu Aleister Crowley, mtu aliyejulikana kama mchawi mkuu wa kisasa, mwanzilishi wa dhehebu la Thelema na mmoja wa watu waliot kisa maadili ya jamii ya Uingereza mnamo karne ya ishirini. Aleister Crowley alizaliwa mnamo tarehe 12 Oktoba ya mwaka 1873 huko Royal Leamington nchini Uingereza. Jina lake kamili lilikuwa ni Edward Alexander Crowley, lakini baadaye alijipa jina la Aleister kwa sababu aliamini linampatia nguvu ya kipekee ya kiroho. Alilelewa katika familia ya Kikristo yenye misimamo mikali sana, ambapo maandiko ya Biblia yalikuwa ni sheria kuu ya maisha yao. Baba yake alikuwa ni mhubiri na mama yake alimwita the beast kwa maana ya mnyama wa Ufunuo, jina ambalo baadaye Aleister alilivaa kwa ufahari sana. Crowley alikuwa ni mtoto mwenye akili sana, lakini pia mwenye udadisi usio wa kawaida kuhusu mambo ya giza, uchawi na maisha ya roho. Alichukizwa na ukali wa dini ya familia yake na akaanza kuchunguza mafundisho ya kale ya kichawi, alkemi pamoja na mistari ya dini za mashariki. Crowley alisoma chuo kikuu cha Cambridge ambako alijitokeza kama mwanafunzi mahiri lakini pia akawa maarufu kwa maisha ya anasa, pombe, wanawake pamoja na uasherati. Ndani ya chuo alianza kuandika mashairi ya kutisha na yenye mandhari ya giza, baadhi yake yakihusisha mauti, ngono na maajabu ya roho. Ndipo alianza kuvutiwa zaidi na masuala ya kichawi na kujiunga na kikundi cha siri kilichoitwa The Hermetic Order of the Golden Dawn kilichoaminiwa kuwa na mafundisho ya kichawi, mafumbo ya kale ya Misri na maarifa ya nyota. Baada ya safari nyingi katika nchi kama Misri, India pamoja na China, Crowley alijiona kama nabii wa dini mpya aliyopokea ujumbe kutoka kwa kiumbe wa kiroho aliyeitwa Aiwas. Ujumbe huo aliuita The Book of the Law, kitabu kilichokuwa msingi wa dhehebu lake jipya aliloliita Thelema, na kauli mbiu kuu ya Thelema ilikuwa ni fanya utakavyo ndiyo sheria yote. Kwa Crowley, huu ulikuwa ni wito wa uhuru wa hali ya juu sana, kutenda kila jambo unalotamani ili mradi iliwe ni la kweli kutoka ndani ya moyo wako. Alipinga maadili ya Kikristo ya kujinyima, na alihubiri ngono kama ibada, madawa kama njia ya kufumbua akili, na uchawi kama njia ya kuwasiliana na nguvu za ajabu. Roli alianzisha jamii ya kiroho huko Sefalu, Sisili, huko nchini Italia, aliyoita of Telema. Hapa watu waliishi maisha ya uhuru wa ajabu sana. Waliishi bila sheria za kawaida, wakifanya ngono hadharani, wakitumia dawa za kulevya, wakitekeleza ibada za ajabu siku kucha, na wakiamini kuwa wako katika safari ya kiroho. Lakini mambo yalibadilika kuwa ya ajabu mno na ya kutisha. Inasemekana wanyama walitolewa kafara, watoto waliingizwa kwenye ibada na mmoja wa wanafunzi wake alikufa, jambo ambalo lilisababisha serikali ya Italia kumfukuza Crowley nchini humo mnamo mwaka 1923. Licha ya kuwa ni mtu wa tata sana na mwenye maisha ya giza, Crowley alipata umaarufu mkubwa si tu kama mchawi bali pia kama mwandishi wa mashahiri, vitabu vya falsafa pamoja na riwaya. Alihusiana na watu maarufu, wasanii na muziki. Wengine walimwona kama nabii, lakini wengine walimwona kama mpumbavu hatari zaidi. Lakini alipozeeka, maisha yake yalichukua mkondo wa huzuni. Alikumbwa na uteja wa madawa ya heroin, ukosefu wa fedha na kutengwa na jamii. Kwa hivyo alikuja kufariki dunia mnamo mwaka 1947 akiwa na umri wa miaka 72. Leo hii jina la Aleister Crowley linaishi katika muziki mfano katika bendi kama vile Led Zeppelin, The Beatles, Ozzy Osbourne ambao walimhusudu sana Aleister. Lakini pia katika filamu na vitabu vya fantasy, pia katika dhehebu la Telema ambalo bado lina wafuasi mpaka hivi leo. Lakini pamoja na jamii za watu wanajihusisha na uchawi wa kisasa kwa maana ya modern occultism. Picha yake ipo kwenye cover la albamu ya Bito SGT Pepper's Lonely Heart Club Band. Na alikuwa mfano wa mtu asiye na hofu, mchochezi wa fikra na mwanamapinduzi wa kiroho kwa wengine, lakini pia alikuwa ni mchawi wa giza, mlevi wa anasa na mtu aliyekuwa hatari kwa maadili ya jamii, na kwa wengine Aleister Crowley alikuwa ni mtu mwenye akili ya kipekee sana aliyekuwa na moyo wa uasi na kiu ya kugusa ulimwengu usioonekana. Wengine wanasema alihubiri uhuru wa kweli, wengine wanasema alifungua milango ya giza isiyofungwa hadi hivi leo. Lakini swali linabaki: je, Crowley alikuwa ni nabii wa uhuru wa binadamu au pepo aliyevaa mwili wa mwanadamu?